Karibu dada, pia, na nie aum makuu ambayo Mwenyezi Mungu amekufanyia kupitia hii ya mtumishi wa Bwana na Bibi Shoro. Mungu amekutendea nini ambacho natamani ushuhudie baraka kwa wengine pia? Lakini yule mwanamume wa kwanza alikuwa hata ananifuata kanisani na kusala na kuja na kuomba hata na wamwambia waamini. Hakubali mambo ya Mungu. Lakini mimi nilikuwa na nayapenda sana. Hapo mwisho wake hapo ikawa changamoto, mimi nikaachana naye. Nilipoachana naye ndio nikakutana na yule kijana ndio tukao wao. Nilikuja hapa kwenye masabao baba kanituma mbele wangu. Nilikuwa siamini kwamba atakubali. Lakini na Mungu amesikia kilio chako, maneno yako yanaleta machozi kwa kwetu. Mungu amekusikia, kamlete mumeo mpate mwelekeo usiofu. Mungu ataniambia wa yuko wapi na nini kilifanyika. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu jana alitupatia pesa tukapata pesa na wazao kutoka mnalizi. Kufika hapa mazabaoni nikaleta mme wangu. Hilo namshukuru Mungu. Lakini kafate maelekezo niliyokutuma kwa mume wako utakuja naye hapa. Sawa? Asante. Sasa so, tuombe tupate hela. Mtapata wanangu. Kingine namshukuru Mungu kwa sababu mume wangu na tena ya ukweli, mume wangu alikuwa ananisimulia kwamba alikonyoka kifo mara tatu wanataka kumuua, hiyo ikawa kweli. Na njiani alikuja anasema, mimi nataka kuacha nini, pombe na tumbaku. Alafu nikone na sikio, alikuwa anaoga maji yakaingia. Sasa tangu siku hiyo amemaliza kama miaka miwili, sikio linaleta uchafu, lakini tulikuwa hatujamwambia Alikuwa anamtajia akamwambia, kaka, usiwazi utaacha pombe na utawai, utaacha nagozi. Hapo nikasema kumbe Mungu anamtumisha na Joshua pane kwako, utamwambia mume wako kwamba Baba anakuita, utakapokuja nitawapaka mafuta na kuwabariki na kubariki ndoa yenu. Kwa hiyo kuanzia hapo hauta kwa sababu katika ulimwengu wa leo Mungu anataka umtumikie, lakini ibilisi taka kukuua kabla ya umri wa kui. Ndio maana nakuona kwenye safari yako, umetembea kwenye mateso mengi sana. Muda wakulia, wa kulia umekwisha. Mungu amekuandalia muda wa kicheko, pokea furaha nyota mtumishi wa Mungu kweli, na Mungu awape baraka. Tunatamani tufahamu, ulifahamu vipi kusina na madhabahu hii ya sauti ya uponyaji. Kufahamu hii madhabahu, mimi kwa kweli nilikuwa kuna bibi nilikuja kutoka, nilitoka kule bara nikafikia kule Morogoro. Nikatoka Morogoro nikaja Pwani nikamkuta bibi. Tunaishi Sembo. Bibi huyo ndo alikuwa ananisaidia sana mimi maana kulini niliingia sina matumizi yoyote. Tuliingia yani hakuna kitu chochote. Tukakuta mama huyo ni msaidizi sana, akawa naupakulia anatukauda. Tukienda kwake natwambia soka bure, afi ilipopikia kipindi na mbaazi hapo zikakomaa, akatwambia we ingieni chuma hakuna kununua wala nini, nakuti wengine alikuwa nawauza kwa huyo nikamwona ni mama yangu tu, yaani nikasema huyo ndo mama yangu, na mimi nikaanza kumhifadhi naye ndo nafulia nguo, alafu mwishowe ndo kaugua, ndo kipofu aliyekuja hapa. Kama mlikuwepo jumapili nyingine iliyoisha, nafikiri leo ilikuwa ni Jumapili ya tatu, mi ndo nilileta, ndo nikaja hapa madhabahuni ndo nikajua nabii Joshua. Mungu akubariki sana dada. <coughs>